Uh, mama nilikuwa nataka kufahamu labda jina la kijana anaitwa nani na umri gani? Uh, jina la kijana anaitwa Saidi Athmani Kibwana ndio, yeah. Na umri wake ana miaka sasa hivi ni sita. Miaka sita. Mm. Uh, Saidi anasumbuliwa na nini labda? Saidi anasumbuliwa na tatizo la saratani ya figo ndio. Yeah. Na alianza kusumbuliwa tangu mwaka gani? ameanza kusumbuliwa toka tarehe nilipogundua mimi ni tarehe moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tatu akiwa na miaka mitatu Minne. Minne. Mm. okay sawa sawa uh, Naomba kujua labda historia yake kidogo. Baada ya kugundua kwamba Saidi anasumbuliwa na, uh, na uh, saratani, najua ulikuwa haujui kwamba hii ni saratani. Ni kweli? Uh, ulijuaje? uli sasa mm, maana baada ya kujua ba, kwamba labda ali, alionyesha shida gani ndio ukajua uka, kwamba ngoja nipeleke hospitali na ukaambiwa kwamba hii ni saratani. Alionyesha tatizo siku hiyo, mm, amelala baada ya kuamka asubuhi, mm, akaniambia. Mimi nilikuwa nafanya shughuli zangu ndogo ndogo ndio Akaniambia, mama tumbo linaniuma. Ndio. Nikamwambia shida ni nini? Akasema hapa pananiuma. Nenda kalale, nitakuja kukupa dawa. Baadaye akanifuata, mama, hapa ananiuma sana. Ndio. Nika, kama muda wa saa, saa sita, tu, hospitali, kwa sababu, Ndio, so. jua, wa saa tano na nusu kwenda saa sita nikampeleka hospitali kachukua tu jukumu la kumpeleka hospitali kwa sababu nilimuogesha nikamwona amevimba. Ndio. sasa nikajua ni michezo watoto labda kavimba hapa nikamuulioji mwenyewe kwanza kama mwanangu umeumia sema hapana. Umedondoka hapana. Kanaambia mama pana niuma tu sana. Ndio. Nikatoka nikampeleka kuna hospitali moja inaitwa Pugu. Ndio. Nilipompeleka Pugu Pugu kanapata transfer kwenda chanika nilivyoenda nguvu kazi chanika, chanika mm. akanandikia X-ray pamoja na ultrasound akasema wapime kifua labda kama kuna shida kwenye kifua itakuwa imekuja uvimbe Ndio. na baada ya hapo wakapiga na ultrasound. Ultrasound, ika majibu alivyorudi kwa daktari wakasema kwamba ana viashiria vya saratani wakatupa transfer siku hiyo hiyohiyo kwenda amana ama manakutokea chanika na dokumenti zipo hapa ndio Mm -hmm. Na sasa baada e, mm. ya kufika baada ya kufika Amana tuka siku hiyo hiyo, nilipofika Amana nikaambiwa siku ya pili yake mtoto aje apime CT scan nikarudi nyumbani nikaanza kujifikiria kwamba yule ya CT scan ni laki mbili na kumi na sita naipata wapi sasa? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi, pale pale kuna msikiti Amana pale. Asubuhi nilivyowahi nikaenda nikaelezea tatizo langu, ndio basi yule shehe akaingia msikitini, mm. akanambia mimi natoa kwa sababu ni mtoto na Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi, atakaa sawa ndio. Kwa hiyo akanikabidhi laki mbili na ishirini ilikuwa nikatoka mpaka pale Amana nikalipa laki mbili na kumi na sita. Akapigwa CT scan ndio, ilikuwa tarehe tano mm. tarehe mbili mwezi wa

masi nikatoka kwenda ambulance mpaka Muhimbili tukafikia hey. pale c mikono manago tukafika pale Muhimbili emergency hey. akapata vipimo pale mpaka saa sita usiku ndio tukaenda wodini tukapelekwa wodi ambayo ni wodi inaitwa upendo. Wodi ya watoto kuna wodi ya tumaini na upendo. Ndio, kwa tukalazwa pale upendo ambako ya ya ndo wodi ya watoto wa saratani wa watoto sawa sawa. mm -hmm, basi tukafika pale kwenye ile wodi hmm. siku ambayo ni tarehe tatu tarehe hmm. nne tarehe hmm. tano tarehe sita Dokta, siku zote madaktari wanapita lakini tarehe sita, dokta mmoja akasema huyu anatakiwa apewe chemotherapy moja, kasuma, moja, tujue shida yake ni nini. Ndio akapewa chemotherapy ile moja, kwa sababu alikuwa na nywele zake. Alipomaliza ile dawa chemotherapy mm. ile drip kwenda kumwogesha, nikakuta nywele zake zinatoka, zikaanza kunyonyoka pale kunyonyoka. Basi pale, akasema haina shida. Wewe sio na wasiwasi mama Saidi, u atakaa sawa. nikamwambia sawa dokta, kwa sababu nilikuwa sijui chochote ndio basi dokta, pale akaniambia huyu anatakiwa kesho, tarehe saba, mm. achukuliwe vipimo. Inawezekana ni tarehe saba hiyo hiyo akapelekwa fyeta, au tarehe nane ndio nikamwambia hii ya mwezi wa tano, akanambia ya mwezi wa sita sita. Sasa kwa sababu tunataka tuto uvimbe ambao uko hapo tujue tu kaupime, upime nchi za nje na Ocean Road na hapa Muhimbili, ndio nikamwambia sawa. Ndio kweli tarehe ilivyofika, wakaenda kuchukua, walivyochukua vipimo tarehe tarehe ya tarehe sita mwezi wa saba ndio ndo walipoenda mwezi wa saba hiyo yeah. Ndio walipoenda kuchukua na ni kwenda kumfanyia yeah. operation yeah. maana yake nakumbuka, tulikaa mwezi mmoja, mwezi wa nane tena akafanyia operation na kutolewa figo. Sawa sawa, kwa hiyo walienda kumtoa ule uvimbe, wakapeleka huko wanapoenda kuakupima majibu. Walivyokuja wakasema yeah. kwamba ana viashiria vya saratani lakini ndani ya figo, figo. kwa anatakiwa atolewe figo sawa so, kwa baada ya mwezi mmoja ehe, tukatoa basi, akaenda akatolewa figo yeah. Baada ya kutolewa figo yake hiyo, wakapima, wakasema ndio na viashiria vya nini vya saratani, kuwa anatakiwa aanze kemotherapi hmm. na mionzi, aenda kapiga mionzi, kemotherapi kwa watu wangapi? Ni kemotherapy sasa katika mzunguko akasema anatakiwa mizunguko thelathini na moja. Mizunguko thelathini na moja. Eh eh, thelathini na moja mzunguko. Na kila mzunguko unachukua kwa muda gani labda? Yaani wiki moja, sehemu, yeah. ambayo alo, tulipo baada kuandikiwa kwenda kwenye mionzi, na sehemu yenyewe alikuwa anapiga mionzi tul, alipotolewa figo ndo, hapa. Ndio hapo ilo ndo jeraha. Eh, hii ndo jeraha ambapo amefanywa operation mara ya kwanza akatolewa uvimbe akafanywa tena yeah. operation mara ya pili, mm. ya pili ya kutolewa figo Sawa. Eh. Kwa changamoto yangu kubwa, mm. mimi hapa mm. ni mzazi ambaye ana watoto watatu, watoto wangu wengine wanasoma na huyu ndo huyu ni mgonjwa na sina cha kusema, labda nashika chochote cha kufanya, kutokana na mikamo mbili mwaka mzima, ndio ndio. Na baada ya hapo, mpaka sasa bado naendelea kuripoti mwimbili kwa kutokana na nenye napata, naendelea kupata dawa za chemotherapy ndia. Na bado anaendelea kupata zile sindano zile za kinga kama ndia. kinga zake zikiwa chini na, vik, na kuhudhuria kliniki kila baada ya wiki sasa, kwa sababu inaweza kapangiwe Ijumaa au Jumanne, tarehe yake itapoangukia ndo anapokwenda. Lakini pia daktari nilishauri akiniambia, kitokea changamoto yoyote ya mtoto mm hospitali haraka sana Muhimbili au hospitali yote ya karibu kwa yeah. ajili ya kumpima damu na huwa najitahidi hivyo, nikiona ana homa kali, kama sasa hivi leo ana homa yeah. kama ninacho natoka, naenda kumpeleka hospitali. Sina ndo kama hivi nimekaa kwa changamoto yangu kubwa. Watanzania wenzangu Waislamu wenzangu, wasio Waislamu, ndugu zangu wote Watanzania na wasio wa Tanzania Ombi langu kubwa mimi ni kunishika mkono ndiyo, kwa sababu ya mtoto wangu Saidi. Ndiyo, napambana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aweze kunisaidia mwanangu Saidi akae katika wakati mzuri ndiyo, na aweze kusoma na ye kama wengine. Natamani sana anasoma Saidi. Saidi, ana kuna mama amemfadhili tu hapo. Ana kutokana na mimi changamoto yangu ya maisha e, akaniomba akaniambia, um, e, ni, e, ni shule jirani ya polo ipita sa, e, kwa, na, mama ndio akila kitu ni juu yake aendelee e, kumlipa labda kwa, kwa... Uh, ukifanya tathmini kwa mm. haraka haraka mm. unaweza ukatumia kama kiasi gani kwenda mwimbili? Mimi kila wiki naenda kwa, kwa laki moja, kwa sababu nachukua hapa bajaji thelathini, ndio uh, na hospitali labda gharama uh, nako ilikuwa kiasi gani, ukiacha zile gharama za kumpeleka Saidi, vyakula nini na nini hospitali nilikuwa na deni la milioni moja laki tano na themanini. Ehe, yeah. la lakini sasa hivi katika ile watu wanavyokuja hospitali, nikilazwa wanakuja kuniona na wengine wakaanza kunilipia lipia. Kwao sasa hivi baki na deni la na laki tatu na sitini, ndo nilobaki nalo lo deni. Mashallah, nafikiri nalo litaisha inshallah. Ha, hapa unapoishi ni umepanga ama ni vipi? Aa, ni mimi nilikuwa na sehemu yangu niliuza kutokana na changamoto ya mtoto wangu. Hii ndio ililazimika kupauza, nikapauza. Ni kwa sababu nilikuwa na banda tu, nikapauza kama milioni nane, ndio na yote hela iliishia tu hospitali. Sikufaidika na chochote. Sasa kwa changamoto kakaangu ni nyingi, kiasi ambacho mpaka mavazi. Ndio unaona maisha yenyewe ya watoto kulala kwenye, unapaona hapo na watoto wanavyolala, na mimi na watoto watatu wa kiume kwayo ni mtihani kwa kweli. Mm. E. Sawa sawa. Kwa hiyo uh, neno lako ni lipi kwa wahisani au yote ambayo ipo tayari kwa ajili ya kukusaidia? Mimi neno langu nawaomba, ndio. Nawaomba ndugu zangu wote walio kwa Uislamu waliokuwasia Waislamu yeah, walioko Tanzania na nje ya Tanzania yeah. Nawaomba nishike mkono Waislamu wenzangu, ndugu zangu, binadamu wenzangu, nishike yeah, mkono. Tatizo la mwanangu aliishi leo wala kesho bado, yeah, changamoto ya hospitali, ili kwa siku anatakiwa ale labda vyakula e, vipi, kwa sababu najua kawaida wa, wa mgonjwa anapangiwa ale vyakula vipi. Said vyakula vyote anakula isipokuwa hizi soda, juisi, hali tumii. Na maziwa anatakiwa kunywa kila wakati. Ndiyo. nilikuwa najishaidi sana kununua maziwa ya kopo nata ukinda mwimbili unapata muda mwingine, maziwa ya kopo ukifika nyumbani yameisha. Sasa anapokuwepo ndo kama hivi saizi, anakohoa kifua kinakuwa kinamsumbua kwa sababu na zile dawa zenyewe pia ni kali. Kwa mimi naomba tu Tanzania wenzangu. We, naomba sana Allah afanye wepesi, mweze kunisaidia maanake mimi ni mama ambaye sina uwezo wa kufanya chochote kwa sasa hivi.